Fahamu jana alikamatwa Songea, kwa hiyo amesafirishwa usiku kucha, amefikishwa Central Police. Kwa tunapozungumza na ninyi, mwenyekiti ameshawasili hapa tangia saa 4 asubuhi, na jeshi la polisi wanasema wanamtuhumu kwa makosa mawili, kosa kwa la kwanza ni kosa kwa la uhaini na kosa la pili ni kutoa taarifa za uongo. Kwa hiyo tunasubiri jeshi la polisi wakamilishe taratibu uh, zao kwa maana ya mchakato wao wa ndani alafu watampeleka mahakamani. Kwa hiyo sisi kama chama, nina wito tu wa aina mbili mo eh, kwa mawakili wote wa chama nchi nzima, kokote kule walipo, mwenyekiti yuko ndani na tuna changamoto hii. Kwa hiyo tunawaomba mawakili wote kujitokeza. E, eh, tuwasiliane nao tufanye logistics kwa ajili ya kumtetea mheshimiwa mwenyekiti wa chama ambaye ana kesi hiyo ya uhaini kwa mjibu wa jeshi la polisi. Wito wa pili kwa wanachama wetu popote pale walipo, taarifa rasmi ni kwamba mwenyekiti yuko ndani, anashikiliwa na jeshi la polisi na kwa kosa hilo wanalo lisema jeshi la polisi la uhaini Halina dhamana, kwa naomba wafahamu kwamba mwenyekiti wao yuko ndani, lakini ujumbe wa mwenyekiti kwa wananchi ni kwamba eh, madai na mchakato wa No Reforms No Election unapaswa kuendelea huko na kila mtu afanye kile ambacho anaona kinawezekana kuhakikisha kwamba eh, kaulimbiu yetu na slogan yetu ya No Reform No Election inaendelea. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo. Tunasubiri utaratibu utakapokamilika tutawaita tena kwa ajili ya kuwapa update nyingine za kimahakama. Asante sana. Labda. Hali ya mwenyekiti kiafya ni nzuri, inaridhisha, lakini kama mnavyofahamu kwamba mwenyekiti anakuwa anatumia dawa za mara kwa mara kutokana na madhira yaliyompata e, na kama mnavyofahamu alivyomkamata na kumleta, ukamataji wa Tanzania ni ukamataji ambao haufati misingi ya kisheria. Kwa hiyo mwenyekiti ameletwa, lakini dawa zake zilibaki, na kwa bahati mbaya, wakati nimezungumza na dereva wake, ndio kwanza walikuwa wanaitafuta ilinga. Kwa hiyo unaweza ukaona dawa ziko huko nyuma, hatuna namna. Kama tutazipata na tutafanya utaratibu wa kutafuta aina hizo za dawa zipatikane, tutampatia. Lakini zikishindikana, e, tutaona utaratibu mwingine wa kufanya. Hali yake ya afya inaridhisha kidogo, lakini sio ile, kwa sababu mnajua mwenyekiti anatumia dawa mara kwa mara. kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya ZDCO wamesema uchunguzi wao umeshakamilika kwa zaidi ya asilimia 60. Kwa maneno yake mwenyewe amesema umekamilika, wame kwa zaidi ya asilimia 60, na akasema watamfikisha mahakamani, si chini ndani ya masaa na 48 watakuwa wamempeleka mahakamani. Kwa hiyo sisi tunasubiri, kwa sababu hiyo ni promise ya jeshi la polisi kwamba watamfikisha mahakamani, wampeleke mahakamani ili mahakama ikaamue kama hicho ambacho wanadhani Mheshimiwa mwenyekiti amefanya ni uhaini au sio uhaini. Mwenye hilo jukumu ni mahakama. Sisi jukumu letu, tutakutana nao mahakamani kule, tutahojiana na jeshi la polisi. Sasa ili uweze kupata hizo particulars zinakuwa kwenye hizo ni offense, mpaka tupate hiyo hati ya mashtaka hiyo chajishiti kija tutajua. Sasa hayo maneno yao, alifanya lini, alisema nini na nini, wanachokiita uhaini na nini sio uhaini, alafu tutalinganisha na sheria inasemaje kuhusu uhaini na vitu vingine kama hivyo. Hiyo michakato eh, ndugu waandishi wa habari, ni ya mahakamani sana, tuvute subira kidogo, hmm. Wakishaleta kule mahakamani hmm, tutakuwa na majawabu. Ah, kwanza sisi wajibu wetu eh, tumethibitisha kwamba mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lisu kwamba yupo kwenye kanda yetu na mkoa Dar es Salam, kituo cha polisi kati. Mimi binafsi nimezungumza naye e, ajili kama ana mahitaji yoyote aweze kutuambia. Ametuambia amepata huduma zote kupitia kwa mawakili e, mahakamani e, la la leo basi. E, watu wajue kwamba hii leo anaenda kesho. Kwa hiyo wanachama, tunawasii e, waendelee kuhamasika, hii kesi ni jambo letu lote, na ndio maana tuko hapa kwa jambo hili. Lakini vile vile e, sababu kubwa ambayo kwa nini viongozi tuko hapa e, walipokuwa wanataka kumwandikisha maelezo ya kukabidhi vitu vyake ili kumuingiza mahabusu. Wakili ametolewa e, tumeambiwa na mazungumzo binafsi ya asili na afande Muliro kwa hiyo wakili wetu ametolewa, ameingia mheshimiwa Riso ameingia kwenye ofisi ya Afande Mulilo peke yake, yuko yeye na Afande Mulilo na msaidizi wa ZCO, kwa kwa kwa maelezo kwamba hawahitaji mtu mwingine zaidi ya Riso mwenyewe. Kwa sisi tunaamini kuna mazungumzo wanafanya sasa, baada ya mazungumzo ndio tutaona jibu la mwisho litakalokuwa, je, wanamuingiza mahabusu, wanampeleka mahakamani, wanamwachilia huru bila masharti yoyote, e, ndo tunahitaji ilo jambo kulijua ili tu, tuweze kujua mwenyekiti wetu hatima yake ni nini, ni mahakama, ni kushikiliwa, ni kuachiwa huru. Kwa hiyo bila ya kujua hayo, maana yake tutaendelea kuwepo hapa kusubiri hatima ya hayo ya, ya, ya, ya, ya, ya maswali yetu e, ma, kwa mujibu wa mkurugenzi hapa wa, wa, wa sheria anasema mm. E, polisi wameona kwamba hoja ambayo wamemkamatia wa mpaka sasa ni swala la uhaini na e, ni moja ya kosa ambalo ni kubwa katika okay, sheria za, za, za nchi yetu. E, unawaambia ni toa wito gani kwa wanachadema wa kanda hapa ambao nyinyi ndio kiungo, kiungo sasa cha Chadema kwa ujumla wake kwa maana ya ushiriki kwenye kesi hii kama inafikishwa mahakamani? Mm. E, kwa maana kwanza ni kosa kubwa limeongeza uzito wa sisi kuja kufika hapa kuona mwenzetu kiongozi wetu anashtakiwa kwa uhaini, lakini vile vile, hawa ni polisi, ni mawazo yao tu ya awali. Inawezekana akaenda kwa DPP kwa sababu Murilo peke yake hawezi kumwambia Lisu kwamba anamshtaki kwa uhaini akampeleka Kisutu. Kwa hiyo ni mawazo ya polisi lakini ni imani yangu kwamba watapeleka kwa mwanasheria mkuu wa serikali, watapeleka kwa DPP ili aende kuangalia walichoandika polisi wao wajizishe ni uhaini au ni story tu za polisi. Na nafikiri hilo ndo sababu kubwa za kusubiria, je, ya wanampeleka mahakamani na chaji hizi zimeandaliwa kabisa na mawakili wa serikali, na hayo ndo mashtaka yake, au sio? Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tayari moja kwa moja Mulino akisema wanamshtaki kwa kwa uhaini, eh, kwamba tuseme mwenye kitoto ashtakiwe kwa uhaini. Tunataka tuone wako siri hasa wanatania. Na hata hii kumtoa wakili kusema wanazungumza ndani, eh, tunasubiri lo jibu kwa nini wamemweka kwa siri wazungumze naye na kumtoa wakili. Kwa hiyo hatuwezi kusema tunahitimisha moja kwa moja kwamba uhaini waliosema tu ni mashtaka halisi ya, eh, rasmi ya mheshimiwa. Tunasubiri mahakamani tukiona charge sheet na tukaona anasomewa kuanzia sasa mwenyekiti wetu ashtakiwa na uhaini. Hizi zingine ni stori tu za mwanzo za awali za polisi ambazo zimetushtua e, na zimetu, zimetufanya kidogo tuwe makini lakini hazitutishi. Na mwenyekiti wetu ametombea kwa imara na mapigano, amesisitiza yaendelee kwa maana mapambano ya demokrasia hata kwenye nchi yetu, na ametutaka wananchi mm -hmm, e, e, e, kwa maana wanachama pale alipomalizikia yeye au walipomzuia yeye, sisi wengine kuendeleza gurudumu na wala sio kuulinyuma. Asante sana.